Hapa kuna banda limeletwa la kupima afya, twende tukapime VVU, tuanze kujiridhisha na eneo hili, ili ukirudi naye hospitali ikapime sasa figo, pressure na nivitu, sukari na vitu vingine. VVU inatakiwa ipimwe ili ujue kama unayo uanze kupata tiba, na kama tiba inaendelea, tunataka tuhakishe tiba hiyo na virusi hivyo vinakufa. inapofikia kipindi kifupi kijacho. Na mimi ndio mhamasishaji wa upimaji wa UKIMWI, mimi ndio balozi wa wanaume. Niliamua kuwa balozi wa wanaume kupima, kwa sababu najua wanaume huwa hawapimi UKIMWI. Wanaume wana tabia ya kusubiri majibu ya mke wake. Akiambiwa tuende tukapime, mwenjendoti kunengene, kumbe anakimbia. <laughs> Jikolomajeni njendoti, kumbe anakimbia. Alafu mama akienda akipima, akiambiwa safi, akija kuambiwa safi, naye anashangilia hapo, anakunywa rabia. <laughs> Unajidanganya kila mmoja ana maambukizi yake kivyake vyake. Wanaume wenzangu, nenda mkapime UKIMWI, nenda mkapime viviu. Nataka niwahamasishe ili mkapime, mjue afya zenu, tuache kutegemea majibu ya mke.